rasmi sasa, mwanasheria wa Tundu Antipas Lissu Robert Amsterdam amejitokeza na kulivalia njuga sakata la kukamatwa kwa mwenyekiti huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema na kufikishwa mahakamani kisha kupewa kesi kadhaa ikiwemo kesi ya uhaini, kesi ya juu kabisa ambayo endapo mahakama ikimtia hatiani basi hukumu yake ni kunyongwa hadi kufa. Hebu tumsikilize mwanasheria huyu wa Tundu Antipas Lissu anasema nini. Mwanasheria huyu wa Tundu Antipas Lissu anatoa taarifa kwa vyombo vya habari kote duniani. Anasema Robert Amsterdam akemea kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Antipas Lissu tarehe kumi ya mwezi huu wa nne na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Ifuatayo ni taarifa rasmi iliyotolewa kwa vyombo vya habari leo Washington DC. April 10 mwaka huu wa 2025, Amsterdam na Partners LLP inalaani vikali kukamatwa kwa mara nyingine kwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema na polisi wa Tanzania. Kukamatwa huko kulifanyika jana wakati wa mkutano wa amani uliofanyika katika wilaya ya Mbinga. Hili ni tendo la wazi la mateso ya kisiasa, sio utekelezaji tekele... wa sheria alisema wakili wa kimataifa Robert Amsterdam anayemwakilisha Bwana Tundu Antipas Lissu kama wakili wa kimataifa. Hakukuwa na vitendo vyovyote vya vurugu, hakuna msingi wa kisheria wa kukamatwa na hapakuwa na utaratibu wa kisheria uliotumika. Kukamatwa kwa bwana Tundu Antipas Lissu ni sura nyingine katika uharibifu wa makusudi wa taasisi za kidemokrasia za Tanzania unayoendeshwa na Rais Samia Suluhu Hassan na chama chake cha Mapinduzi CCM. Kukamatwa huku kulitokea wakati wa kampeni ya kitaifa inayoongozwa na Chadema ya hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi, juhudi ya kudai mageuzi ya katiba, tume huru ya uchaguzi na dhamana ya uhuru wa kiraia kabla ya uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu, polisi walitumia mabomu ya machozi kuwatawanya washiriki wa mkutano huo wa amani kabla ya kuwakamata bwana Tundu Antipas Lissu na viongozi wengine wa chama. Amsterdam alisema huu ni utawala wa kiimla unaotumia nguvu ya dola kuwanyamazisha wakosoaji wake, mateso, utekaji, ukamataji wa mara kwa mara wa viongozi wa upinzani kama bwana Lisu ni ukiukwaji wa makusudi wa katiba ya Tanzania na hati ya jumuiya ya Madola. Historia ya bwana Tundu Antipasi Lisu na ukandamizaji wa dola inajulikana wazi. Mwaka elfu mbili na kumi na saba alinusurika jaribio la mauaji ambapo alipigwa risasi kumi na sita na tangu hapo amekuwa akilengwa kwa mateso ya kisiasa kila mara. Katika kipindi cha miezi minane iliyopita pekee, amekamatwa mara kadhaa, ikiwa ni pamoja na maandamano ya Septemba mwaka wa 2024, ambapo alikamatwa kwa madai ya mkusanyiko usio halali, licha ya kutimiza masharti yote ya kisheria. Katiba ya Tanzania inahakikisha haki ya uhuru wa kujieleza, kuungana kusafiri na kushiriki katika siasa, haki ambazo eh, zote zimekuwa zikikiukwa. Katika miezi ya hivi karibuni, Amnesty International, Human Rights Watch na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani wameonya vikali kuhusu ongezeko la, eh, la ukamataji wa wanachama wa Chadema, utekaji na vitisho dhidi ya waandishi wa habari. Amsterdam and Partners LLP inatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchunguza kwa haraka ukiukwaji huu mkubwa wa haki za binadamu. Amsterdam and Partners LLP ni kampuni ya sheria ya kimataifa yenye ofisi London na Washington DC. Maelezo zaidi yanapatikana katika www.amsterdamandpartners.com na www robertamsterdam.com Hivi ndivyo mwanasheria wa Tundu Antipasilisu amezungumza. Tundu Antipasilisu kama mwenyekiti wa CHADEMA alikamatwa tarehe 9 ya mwezi huu wa nne na mwaka huu wa 2025 na kwa haraka sana e, akafikishwa mahakamani tarehe kumi ya mwezi huu huu wa nne na mwaka huu wa 2025 na kisha kushtakiwa kwa makosa kadhaa likiwemo kosa la uhaini. Hebu tumsikilize hapa, wakili msomi Peter Madeleka, naye anayo ya kuzungumza. Sikiliza hapa, tazama hapa mpaka mwisho, kisha like video hii na share video hii, iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Imefika kila kona ya dunia hii e, kwa usahihi. Sidhani kama kuna mahala popote kwenye ulimwengu huu kwa sasa haijulikani kama Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Tundu Lissu amekamatwa na ameshtakiwa kwa makosa ya uhaini kinyume na uhalisia ulivyo sasa. Kwa hatua hii, Chadema inapaswa kufanya nini? E, ningekuwa na nafasi ya e, uongozi na nafasi ya kushauri kwenye chama e, la kwanza, chama kilipaswa kimshukuru sana Mungu watu ya Tundu Lissu kukamatwa na kushtakiwa kwa uhaini, kwa sababu Chadema kama taasisi, kwa mashtaka haya ya Lissu, imeongezewa stratejia ya kueneza na kutoa elimu ya no reform no election. Yaani, bila Lissu kukamatwa na kushtakiwa kwa uhaini, ingechukua muda mrefu sana kuwafikia watu wote na kuwaelewesha na wakapata hiyo elimu kwa uhakika ya no reform, no election. Lakini sasa hivi Chadema haihitaji kutumia nguvu kueneza sera au mkakati wa no reform, no election, kwa sababu kitendo cha Lissu tu kuwekwa, kupelekwa mahakamani ma, kwa, kwa uhaini, maana yake ni kwamba sheria zinazosimamia uchaguzi huko sasa zinathibitisha kwa vitendo kwamba haziwezi kuleta uchaguzi ulio huru na haki, kwa sababu angalia, polisi wanaingilia uchaguzi na kwa Kiswahili kwa taarifa yako, uchaguzi sio siku ile ya kwenda kupiga kura. Uchaguzi ni mchakato, mchakato kuanzia kwenye kuandikisha wapiga kura, mchakato kwa vyama vinavyoshiriki uchaguzi huo kufanya kampeni na uenezi wa sera zake, mchakato kwenye kwenda kutoa elimu ya mpiga kura, na mwisho kabisa ndio inakuja siku ya kupiga kura, kuhesabu na kutangaza matokeo. Sasa kwenye michakato hii ya kufanya kampeni, unaona mara vyama vya siasa vinazuiliwa kufanya mikutano bila sababu za msingi wao ulikwepo Songea wametoa barua ya kuzuia mkutano wa Chadema. Unauliza kwa sababu gani? Hamna sababu zinazoeleweka, lakini chama kingine, mazingira hayo hayo, hakibuguziwi hata kidogo, kiko huru kusema maneno yoyote yale. Mi nitarajia kwa mfano kauli ya ka, katibu mwenezi wa CCM kuhusu masuala ya Ebola na masuala ya Mpox, kauli ambayo inaichafua Tanzania kidiplomasia, kwa sababu masuala ya ugonjwa wa Ebola na ugonjwa wa Mpox ni masuala ambayo yanalihusu ya ya dunia nzima ya ilikuwa ni kauli ya kuchukuliwa hatua. Athibitishe Chadema wana, wanawezaje kufanya eh, kununua hivyo virusi na kusambaza nchini virusi ambavyo ni hatari kwa dunia nzima? Sio siasa hizi za rais rahisi. Kwa hiyo huo ni ushauli wangu wa kwanza kwa chama, kama kuna utaratibu unaweza ukaandaliwa wa kuwaambia wanachama kukusanyika kumshukuru Mungu kwa Tundu Lissu kushtakiwa kwa uhaini ambao dunia nzima inashangaa. Huu uhaini wa Lissu una faida kubwa nyingine. Tumejigamba hapa kwamba tumefanya royotua, tumeongeza utalii, tumeongeza mapato ya ndani, uwekezaji unakuwa. Hakuna mwekezaji anayeweza kuja kuwekeza kwenye nchi ambayo kuna uhaini, na nyiye ndio mmetangaza mahakamani kwamba huyu jamani anafanya uhaini eh? Kwa hiyo yeye yote ambao walikuwa wanayatumia kama propaganda za kujisifu kwamba wamefanya vema kwenye uongozi wao, ghafla yanaanza kurudi nyuma, back to square one, kwa sababu tayari jumuiya ya kimataifa inaanza kuweka mashaka kuja kufanya lolote lile la kimaendeleo kwenye taifa la Tanzania, kwa sababu kuna uhaini na kuna kesi iko mahakamani. Kwa hiyo maana yake hakuna political stability. Hiyo ni sababu nyingine ya kuweza kumshukuru Mungu. Umeona sasa, baada ya hapo nije kwenye mashtaka. Mi sidhani kwamba safari hii wanasheria wote watakaohusika kwenye hii kesi kwenye kutetea Lisu wanatakiwa kupoteza muda wao kwenda kusoma sheria, kwa sababu hata mtu asiyesoma shule darasa hata moja anajua kabisa uaini hauwezi kufanywa na mtu mlemavu kama Tundulisu, ulemavu ambao kasababishiwa, sio wakuzaliwa au kwa mapenzi ya Mungu, kasababishiwa kuwa mlemavu. Nia ya kumuua Lisu ilikuwepo siku nyingi. Risasi zimeshindwa, kwa hiyo sasa hivi wajaribu labda kitanzi kinaweza. Sasa kwenye mazingira kama hayo, wewe ndio ungekuwa mwanasheria Kiswahili, unaambiwa nenda pale. Hivi kweli ungejisumbua usiku kucha kukesha unasoma mavitabu wakati unajua hamna kesi yoyote pale? Na bahati nzuri, nayasema haya maneno kwa sababu sheria zimeandikwa kwa Kiingereza. Hivi kweli polisi wetu na elimu alizo nazo wanaweza kwenda kuelewa kile Kiingereza kilichoandikwa kuhusu kosa la uhaini na wakaelewa vizuri, ili waweze kuchukua hatua kama ambazo wamezichukua Kile Kiingereza sio cha cha kunywa maji, ni Kiingereza kimekwenda shule. Kifungu cha thelathini na tisa eh, cha sheria ya kanuni ya adhabu ambayo ni sura ya kumi na sita ya sheria za Tanzania kimeelezea kinagaubaga, ili kitendo fulani kiwe kiweze kuwa ni kosa la uhaini, mambo kadhaa lazima yawe yamefanyika. Na jambo kubwa na la muhimu katika hicho kifungu kikisoma kwa utulivu ni kuhusu, ni kuhusu eh, kiapo cha utii kwamba mtu yeyote ambaye yuko chini ya kiapo cha utii akifanya matendo ambayo yanapelekea, kwa mfano, kukosekana kwa uaminifu kwa yani, u, u, kukosa uaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwa ame, amefanya uhaini. Hasa Lissu alikula ki, kiapo cha utii kwa nani? Allegiance alikula kwa nani? Sasa so hili bwana, mi naomba niweke nukta kwanza, bwana hapa, tuendelee na mjadala Asa. Asante sana, uh, sana wakili asante sana wakili madereka na Nakushukuru sana kwa e, nyongeza hiyo ya kutufunulia kwenye engo ya kisheria ambako, uh, unasema kabisa hata kama ni mtu ambaye hajaenda sana shule kwa kesi kama ile ni ya kutupiliwa mbali na sio ya kuentertain, na ndio maana naona wana no reforms no election imeshapelekwa mbali sana na hii kesi kuanzia juzi, na hii kesi ikitumika vizuri Chadema yani wakijipanga vizuri wakatumia hii kesi yani no no, no reforms, no election inafika haraka mno kwa watu bila hata kutumia gharama ya fedha watu wanaweka mabando huko kokote waliko. Watu wanaingia kwenye mitandao kuangalia nini kinaendelea kupitia kesi. Sasa kwenye kesi ile, watu watakuwa wako huru kuzungumza yote kwa sababu ni jambo liko mahakamani, linapaswa kuzungumzwa kiunaga ubaga. Watu watakuwa wanakuja kusikiliza ile kesi, kuifuatilia ile kesi kwa sababu wanajua kuna elimu pale wataipata ambayo bila kesi wasingeweza kuipata popote na kwenye hiyo elimu ndio no reform no election inakuwa inawekwa katikati ya yale ambayo yanazungumzwa pale mahakamani, kwa sababu Lissu kakamatwa, katika kilichopelekea astakiwe ni mkutano wake na wana, wana watiania aliyofanya tarehe tatu Aprili makao makuu ya Chadema, ile kauli yake ambayo kimsingi mauzui yote yale yalikuwa yanahusu no reforms no election. Sasa kashtakiwa kwa ajili ya kauli hiyo, leo yuko mahakamani. Mnashindwaje kutumia hiyo platform ya mahakama yenyewe kufikisha huo ujumbe? Ni jambo rahisi tu. Yaani, kama kuna mahala ambako wamerahisishiwa Chadema kufikisha huu ujumbe ni Lisu kuwepo gerezani sasa hivi. Na mi ningekuwa CCM, nataka nikuambie, mi ningekuwa CCM hii kesi saa tisa na nusu leo isingefika. Ningefanya kila linalowezekana ifutwe, ningefanya kila linalowezekana ifutwe kwa sababu inakwenda kuidamage CCM kuliko ambavyo watu itarajia kwamba ingemdamage Lisu personally au ingeweza kwenda kuidamage Chadema as an institution Mi ningekuwa CCM ningefanya hivyo kwa Kiswahili, na kama unabisha, si usubiri uone. Kesi ya Mboe ugaidi ndio ikaenda kupelekea mambo ya kwanza kuomba misamaha, oh sijui reforms, sijui 4R, sijui vitu gani. Hii kesi ya Lissu ikiendelea, baada ya wiki mbili, utaona tu story inabadilika hapa o oh, mara 4R, mara sijui vitu gani eh. Lakini huo muda hautakuwepo. Kwa hiyo ni chadema kujipanga kuitumia hii kesi zaidi ya vile ambavyo imekusudiwa, kuhakikisha elimu inatolewa, elimu ya uraia, elimu ya sheria. Kama majukwaa kama haya, mmefungua rumu zizi, watu wanaingia kusikiliza. Mahakamani kule watu wajae, kuja kuona. na mimi ningekuwa nim, eh, nimepewa mandeti kwenye swala hilo, ningeandika barua kuomba kesi hii ikasikilizwe uwanja wa Benjamin Mkapa. Ule uwanja upo tu sasa hivi, wala hamna shida yote, watu waende pale wajazani, iwe wakili ili swala kama hawataweza kututoa pale Kisutu, namba ya watu ambao tunatamani itokee, ambao tunaifikiria itokee, nafikiri watatupeleka Benjamin Mkapa.